Jina langu ni Romeo. Ni mwanafunzi wa kidato cha tano, mrefu mwenye mwili wa mazoezi ulionyooka na rangi ya maji ya kunde iliyong'aa juani. Mwanga wa jua la Dar es Salaam ulikuwa unanifanya nijisikie kama mfalme. Ilikuwa likizo yangu ya kwanza ndefu tangu nijiunge na sekondari, na nikaamua kumtembelea kaka yangu Michael ambaye alikuwa anaishi Kinondoni katika nyumba kubwa ya kifahari. Kufika kwangu hapo ilikuwa kama kuingia kwenye filamu ya mahaba. Kaka Michael na Shemu Angel walikuwa wameenda vacation Zanzibar na waliniachia nyumba na binti zao watatu, Mary, Judith na Margaret. Niliwachukua kama watoto tu, lakini walikuwa wamebadilika. Hawakuwa tena wale wadogo niliyowaacha miaka miwili iliyopita. Waliponipokea, hisia za kwanza zilikuwa za mshtuko na msisimko. Ghafla niliwatazama kwa macho ya mwanaume, siyo binamu. Mary, mkubwa wao, alikuwa amevaa short fupi ya denim na vest iliyombana rangi yake ya chokolate iling'aa na matiti yake ya wastani ingawa makubwa yalijitokeza kwa kiburi, lakini kilichovutia zaidi ni lipsi zake nene na za kupendeza zilizokuwa zikicheka. Judith wa pili alikuwa mweupe kidogo, mchangamfu na mwili wake wa wastani ulikuwa na umbo la kuvutia. Alinitazama kwa macho yenye siri, kama vile anajua kilichokuwa kinaendelea akilini mwangu. Magreth mdogo wao alikuwa bado binti mdogo, lakini alikuwa na mwili wa mahaba usioelezeka. Alikuwa yule msichana mwenye chuchu saa sita, siri ya mwili wake iliyojificha chini ya nguo nyepesi. Macho yake yalikuwa mepesi na yalirusha vishale vya mahaba, akirembua kila anaponitazama. Karibu sana, Romeo, Mary alisema kwa sauti nyororo akikumbatia kwa nguvu huku akizungumza na kusababisha harufu nzuri ya marashi yake inijie puani. Hisia za joto la mwili wake zilinitikisa. Tangu siku hiyo nyumba ikageuka uwanja wa vita vya kimahaba. Wasichana hao watatu walishindana kumpa binamu yao huduma bora, kila mmoja alitaka kuwa karibu nami. Nilienda jikoni nikamkuta mmoja, nikaenda sebuleni mwingine ananiombea kusugua viatu, niligusa TV nikaambiwa nionyeshwe na mmoja wao jinsi ya kucheza game. Mwanzoni nilihisi ni huduma ya heshima, lakini haraka sana iligeuka kuwa mitego ya kimahaba. Mtego wa Merimeri, kwa uzoefu wake na ujasiri, alianza kwanza. Siku ya tatu tangu kufika kwangu, nikiwa nacheza PlayStation sebuleni usiku, alikuja akiwa amevalia kanga moja tu. "Romeo, nisaidie kufunga zipu yangu, sijui imekwama," alisema kwa sauti ya kunong'ona, akisimama mbele yangu akigeuza mgongo Kanga ilikuwa imefunguliwa kidogo, ikifichua sehemu ya nyuma ya mgongo wake laini na matako yake yaliyojaa na kusukuma kanga mbali zaidi, akisimama karibu kiasi kwamba nilihisi joto lake. Wakati niliponyoosha mkono wangu laini, mkono wangu uligusa ngozi yake laini. Samahani, nilisema, koo langu likikauka, na macho yangu yakitazama kwa wizi ule mstari uliotenganisha matako yake. Sawa, una mikono migumu ya mazoezi, alizungumza huku akigeuka na kunikabili. Alisimama karibu sana, roho yangu ilikuwa inakimbia. Harufu ya marashi ikichanganyika na ile ya jasho la utotoni bado ilinisisimua. Alinyoosha mkono wake na kugusa kidevu changu. Unajua, tangu ulipofika nimekuwa nikiota ndoto za ajabu juu yako, alisema huku macho yake yakiwaka kwa tamaa. Alipoinama na kunibusu ilikuwa zaidi ya busu la kirafiki. Lipsi zake nene zilimeza zangu. Niliukumbatia mwili wake kwa nguvu zote, nikahisi matiti yake yakisukumana na kifua changu, kanga yake ikateleza chini. Ghafla utoto ulitoweka, tulikuwa vijana wawili tukiunguzwa na mapenzi na tamaa. Nilishituka kusikia tango langu likiteleza kwenye pango lake lenye joto kama la Dar. Kiuno chake kilikuwa kama cha yule msanii Reisi moto, niliyopeleka ulimfanya Meri afanye kelele za siri, huku akipapasa mgongo wangu iliyonyoka. Aliniangalia kwa macho yaliyojaa shukrani na kutabasamu, nami nikiwa kama mtoto kwenye matiti yake. Hakuna mtu anajua, alinitahadharisha akibonyeza kidole chake kwenye lipsi zangu. Siku iliyofuata Judithi aligundua tofauti ya tabia yangu. Nilikuwa nikioga katika bafu la nje kabisa usiku, nikihisi uchovu wa kujificha hisia zangu. Judithi aliingia bafuni akibeba taulo Bomba langu linafanya kazi vibaya, naweza kuoga hapa? Aliuliza, sauti yake ikiwa ya ujanja na tamu. Nilihisi mshtuko, nilijificha nyuma ya mlango wa bafu. Judithi, hapana tafadhali, mimi niko uchi. Alitabasamu kwa upole akisema, najua, lakini usijali, mimi ni binamu yako, nimekwambia nina shida na maji. Alianza kujivua nguo zake taratibu mwili wake mweupe kidogo ulionekana wa ajabu katika mwanga hafifu ulioingia kwa dirisha. Sasa nitakusaidia kuoga, alisema akinigeukia. Tulipoanza kuogeshana, mguso wake ulikuwa kama joto la moto wa Pasaka. Alisisitiza kunisugua mgongo wangu kwa sponji, mkono wake mwingine ukipapasa tango langu ambalo lipo tayari kuliwa hata bila ya chumvi. Romeo, una mwili mzuri sana, alinong'ona, akifikisha uso wake karibu na wangu. Alichuchumaa na kuanza kumumunya tango langu huku akitoa miguno ya utamu aliyopata, na pumzi yangu ikakatika. Judith alikuwa mtaalamu wa kutumia miguno. Judith aliinama na kushika ndoo ya maji, akielekeza antena mawimbi yanapotokea. Ilikuwa kama Azam TV, burudani kwa wote. Alikuwa kama mcheza yoga akinipa style za nje ya nchi, akihakikisha kila pumzi niliyopumua ilihusisha jina lake. Miuno yake ilikuwa kama ya bonge la dada, hali iliyonifanya kuishiwa pawa. Baada ya dakika tisini alinikumbatia kwa muda mrefu. Sijawahi kumpenda mtu yeyote kama ninavyokupenda wewe, aliniambia akiniacha nikihisi nimefanya dhambi kubwa hata nilipoenda kulala Judith alikuja chumbani kwangu kuomba mechi ya marudio, na tukiwa kwenye kipindi cha kwanza, mlango uligongwa. Nilipoenda kufungua alikuwa ni Mary akiwa na bikini peke yake, akinisukuma chumbani, na tayari Judith alikuwa kajificha chini ya uvungu. Tukaingia episodi ya pili ya mimi na Mary. Siku ya tano nilihisi nimezidiwa, nilihisi harufu ya ushindani kati ya Mary na Judith walikuwa wakinigombania hadharani kwa njia za siri, wakitupiana maneno makali. Jioni hiyo nilikaa chumbani kwangu nikitafakari. Magreth alikwenda chumbani kwangu amevaa naiti laini. Macho yake yalikuwa mekundu na alikuwa akionekana kama aliyeogopa. Romeo, kwa nini unajificha? aliuliza, sauti yake ikitetemeka. Sijifichi Magreth, nimechoka tu. Nilikuona wewe na Judith bafuni na mimi nataka pia, alisema kwa upole, akikaa kitandani mwangu. Nilikataa ombi la Magreth lakini alisisitiza kama nisipompa anachotaka basi atamwambia baba yake kilichotokea. Aliniangalia kwa macho yake ya kurembua ambayo yalikuwa yamejaa maombi. Unanitisha, nilimwambia. Usiniogope, alinong'ona. Alinishika mkono na kuuweka kwenye kifua chake. Alikuwa na shauku ya kweli isiyo na hila, tofauti na dada zake. Alitaka upendo wangu wa kweli. nijue ni nini kinachoendelea akilini mwako, Romeo. najua unawapenda wenzangu, lakini mimi nataka niwe wako. Wakati nilipojaribu kupenya kwenye njia ya panya nilihisi ugumu, huku Mage naye akiugulia maumivu. Magreth alikuwa bikra. Mapenzi yetu yalikuwa matamu, ya polepole pole, na yenye heshima. Nilimfundisha mahaba kwa upole wa hali ya juu. Alikuwa anatetemeka kwa upendo, akijikunja mikononi mwangu na akinikumbatia kwa nguvu, huku akilia kwa sauti ya chini, machozi ya bikra yake yakichanganyika na furaha. "Asante Romeo," alisema baada ya utamu kutulia. Mapenzi yetu na Magreth yalinikumbusha nilipokuwa JKT tukiimba ule wimbo. Siku ya kwanza akasemaje? Mama naumia. Siku ya pili akasemaje? Mdogo mdogo inaingia. Siku ya tatu akasemaje? Lini tunarudia? Nasikia raha, utamu jamani, raha. Baada ya Magreth ushindani ulipamba moto. Waligombana, lakini siyo kwa maneno ya moja kwa moja. Mary alikuwa akipika chakula cha kunishawishi, Judithi alikuwa akiniombea kusoma naye vitabu vya shule usiku, Magreth alikuwa akinifuata kama kivuli. Nilijikuta nikiwa katikati ya moto wa mapenzi. Siku moja, Mary aliona alama ya lipstick ya Judith kwenye shati langu, Judith aligundua Margreth alikuwa na simu yangu akitaka kufuta jumbe. Siamini unatulala sisi sote Mary alilipuka, akipaza sauti. Usiku mmoja, ni nini nilichokufanya wewe Romeo? Mimi kweli nilikuamini, Judith alilia Margaret, mdogo wao alisimama, katikati yao akitetemeka. Nimekupenda zaidi ya wote, huwezi kuniacha. Nilijitahidi kuwatuliza, nikihisi niliwakosea wote, nikiwa mfungwa wa tamaa yangu. Nilivunjika moyo na hali hiyo, huku nikisubiri kwa hamu kurudi shuleni. Wiki moja kabla ya mimi kurudi shuleni, kaka Michael na Shem Angel walirudi kutoka Zanzibar. Walituletea zawadi nyingi, nyumba ilijaa kelele na furaha. Waliporudi wasichana walijitahidi kujificha, lakini kulikuwa na hali ya wasiwasi nyumbani. Nilikata tiketi yangu ni kivisabu saa za kuondoka dam. Wakati huo huo, hali ya wasichana haikuwa sawa, walikuwa wakichoka haraka. Mary alianza kutapika asubuhi na Judith alikuwa akigombana na chakula. Siku niliyokuwa naelekea kituo cha mabasi Michael aliniita, uso wake ukiwa umejaa huzuni na hasira. Romeo, tuna shida kubwa, alisema huku akiwa ameshikilia mkono wa Angel ambaye alikuwa akilia kwa nguvu. ni nini kakaangu? Tuliwapeleka watoto hospitali, Mary, Judith na Magreth wote wamepatikana na ujauzito. Nilishikwa na butwaa, dunia ilionekana kuzunguka. Michael alinikabili, macho yake yakinitazama kwa ukali wote watatu? Hii haiwezekani! Nani aliyewapa mimba binti zangu Romeo? alikuwa akitetemeka kwa hasira. Ghafla wasichana wote watatu waliingia sebuleni wakilia, macho yao yalikuwa mekundu. Walisimama mbele ya baba yao wakikumbatiana. Mico alimtazama Mery kwanza. Nani ni nani huyo? Mery alimtazama Romeo, akashusha pumzi ndefu na kunong'ona, Romeo. Mico alishutuka akamlazimisha Judith, wewe pia Judithi. Nani? Judith alipiga kelele za kulia na kusema Romeo. Macho ya Michael yalionekana kuvuja damu kwa hasira. Alimwangalia binti yake mdogo Magreth, ambaye alikuwa akitetemeka kwa hofu. Na wewe ni nani? Magreth alilia kwa uchungu akitaja jina langu binamu. Nilikuwa nimesimama kama sanamu, mwili wangu ukiwa umezizima. Upendo wangu uliokuwa wa ghafla, wa moto na wa siri ulikuwa umeleta maafa yasiyo kifani. Michael alinyosha mkono wake na kunisukuma. Ondoka nyumbani kwangu, Romeo. Huyu sio utoto, hili ni janga. Nilichukua begi langu nikiwa nimejaa aibu, kuchanganyikiwa na huzuni. Likizo yangu ya Dar es Salaam ilikuwa imeisha kwa njia mbaya zaidi, nikiwa nimemwacha kaka Maiko na mke wake wakiwa wamevunjika moyo na binti zake watatu wakiwa na ujauzito wangu. Nilirudi shuleni nikiwa si mwanafunzi tena, bali baba wa watoto watatu wa binamu zangu. Ilikuwa ni mwisho mchungu wa mahaba ya moto ambayo yalianza kwa busara na kuisha kwa aibu. Mtunzi wa hadithi ni Milenia Mwenge Masana. Usiache kusubscribe na kufuatilia akaunti yetu ya Instagram kwa jina la Copyright Studio 36.